Tunatarajia kuwa na tamasha letu la michezo ambalo ni la Ladies First na ni msimu wa saba sasa. Tumekuwa tukifanya tamasha hili kwa kushirikiana na wenzetu wa Jaika. Jaika ni shirikisho la Kijapani ambalo linakuwa linashirikiana na mataifa mengine. Tamasha litafanyika kwa siku mbili lakini litakuwa na shughuli za utangulizi. Shughuli za utangulizi zitakuwa tarehe 28 lakini tarehe 29 na 30 ndo hasa itakuwa hizo siku za kufanyika kwa hilo tamasha. Lengo kuu la kufanyika kwa tamasha hili la Ladies First ni katika kuunga mkono jitihada za wanawake katika michezo, kusherekea mafanikio yao katika sekta ya michezo lakini pia kuendelea kuhamasisha watoto wa kike kushiriki katika michezo. Na tamasha hili limeasisiwa na Kanali Mstaafu Juma Ikanga. Yeye ni mwanariadha, nimetangulia kusema hapo awali, lakini ni mwanariadha ambaye alishiriki mbio zake huko Japan kwa miaka mingi na kule amekuwa na jina kubwa kuliko sehemu nyingine yoyote. Sasa alitengeneza mahusiano mazuri na Japani. Japani wakataka kumshirikisha kwamba wanataka kumfanyia jambo la kumuenzi yeye, akapendekeza kwamba yeye anaomba basi hilo jambo lielenge watoto wa kike. Na kwa nini alilenga huko? Ni kwa sababu kwanza, mchezo wa riadha Tanzania umeshatuletea sisi mafanikio makubwa kuliko michezo mingine yote, lakini pia fanikio ha mafanikio haya, kwa mara ya kwanza Tanzania sisi tumesherekea medali ya kimataifa kutoka kwa mwanamama. Yaani, the first medal Tanzania ya kimataifa ilitoka kwenye michezo ya Afrika mwaka 1965 na mwanamama Teresia Dismas, mchezo ule pale unaitwa javelin, ndio ule tuletea the first medal Tanzania, ni mwanamke. Sasa akatazama, akaona, akasema pamoja na kwamba mwanamke alileta hiyo medal kwa mara ya kwanza, lakini bado ushiriki wa wanawake umekuwa ukilegalega kwa akaamini kwamba likifanyika jambo ambalo linawalenga wanawake linaweza likarudisha ile hamasa na tukashiriki kimataifa tukafanya vizuri zaidi, kwa sababu ile nguvu iliyofanyika wakati ule ikirudiwa sasa hivi inaweza ikafanya makubwa zaidi.